Mungu huwa hafanyi kazi na wavivu. Soma Biblia yako yote, hajawahi kufanya kazi na mvivu. Soma kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, hajawahi kufanya kazi na mtu mvivu yoyote. Na mtu yoyote ambaye Mungu amefanya naye kazi amemkuta akiwa anajibidisha na vitu vingine. Ukikaa okay, unasubiria tu kwamba mimi nasubiri mpaka siku Mungu aniambie hata kuja kukwambia, Mungu huwa anaingia anakuta mtu akiwa nafanya jambo ndipo Mungu anamtokea na anamsemesha kitu kingine. angata mitume alioita wakati anawachagua Yesu akwenda nyumbani kwa mtu kumchukua mtu kwamba njoo uwe mtume ah -ah alikuwa anawafuata mahali pa kazi. Alienda ziwani, wanavua, akawaitwa wakina Petro na kina Yohana, njoni, ntafanya kuwa wavuvi wa watu. Wakina Matayo alikutwa, wale waliwatoza ushuru, nifuate. Alikuwa kazini. Musa alikuwa kazini, kuchunga kondoo wa mkwe wake, alikuwa kazini. Alimtuma Elia kwenda kumchukua Elisha aseme badala kwenye nafasi ya Elia, akiwa analima shambani na jozi kumi na mbili za ng'ombe, alikuwa kazini. Soma Biblia yako, hakuna mtu ambaye Mungu alifanya naye kitu akiwa nyumbani. Hayupo weka ndani Anasema bati ab uko miguni, unakaa ndani, lazima uwe nje, umetoka lazima uwe kwenye vitu unafanya. Alimtokea gideoni wapi? amejificha kwenye pango na pepeta ngano wako amelala. Shetani tu ndio huwa anawatokea watu wakiwa wamelala, na anakuja ili kuwaua. Akija umelala, unakabwa, unapitiliza huko huko.